Mtazamaji wa Chivihi Media, bado tupo katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, ambapo leo wahadhiri pamoja na wafanyakazi chuoni hapa walikuwa na warsha kuwasilisha kazi mbalimbali mbali za kitaaluma ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa chuo hiki. Leo ikiwa ni mi, mi, mi miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika katika kuadhimisha miaka 20 ya uh, eh, chuo chetu Muslim University of Morogoro, wanataaluma tumekutana, eh, kwa ajili ya kuwasilisha mambo mbalimbali, kazi mbalimbali mbali, za kitaaluma yani kama ni research ama ni project mbalimbali ambazo mba kila mmoja au kwa kikundi zimekuwa zikifanyika, na mimi in particular nimepresent au nimewasilisha eh, makala yangu kazi yangu ambayo naiandika sasa hivi inayohusu eh, namna eh, biodiversity conservation yani utunzaji wa bioanuai unavyoweza kuchukuliwa katika mtazamo wa spiritual yani spiritual perspective of biodiversity conservation ambapo nataka kuwaambia watu au wanajamii kwa ujumla kwamba tunapozungumzia viumbe hai biodiversity, tunatakiwa tuitazame kwa uwanda mpana, kwamba utunzaji wa viumbe hai biodiversity, tusiuangalie tu kwa manufaa au faida tunazozipata zile ambazo zinazoonekana zile bene, benefits tunazoziona moja kwa moja lakini tunatakiwa tuiangalie kwamba viumbe hai ni miongoni mwa eh, yani the, tuangalie ile spiritual aspect ya biodiversity kwa maana viumbe hai wote wanamwabudu mwabudu wanamsabihi Mola wao. Kwa hivyo tunapovitunza na kuvitumia kwa vizuri, tuna tuko katika ibada kwa kutunza viumbe ambavyo vinamsabihi Mola wao. Leo tume, tumefanya jambo kubwa, tunamshukuru Allah tabaraka wataala. E, katika huu mchakato wetu wa maadhimisho ya miaka 20 ya chuo cha Islam cha Morogoro, leo tumekuwa na warsha ya mawasilisho ya kazi za kitaaluma e, kwa sisi walimu na wafanyakazi. Of course alhamdulillah tumewasilisha kazi na e, wahadhiri wamewasilisha wa kazi zao mbalimbali kuonyesha ni e, mchango wao katika chuo, lakini pia kuonyesha mchango wao katika jamii kwa ujumla wake. Binafsi nimewasilisha Eh, hii asubuhi nimewasilisha, eh, moja katika miradi yangu ambayo naenda nayo eh, unaitwa mradi wa modeli ya mtihani wetu. Katika mradi huo eh, na nina, nina, nina, ninataka kuzalisha watu ama kuzalisha rasilimali watu ambao wanafahamu namna ambavyo mtihani wetu ulivyosukwa ndani ya, ya, ya, ya, ya miili yetu na nje ya miili yetu, ili sasa kupambana na tatizo ambalo linazidi kukua siku baada ya siku la mmomonyoko wa maadili, yaani watu wajue ni namna gani mambo haya ambayo yanaendelea leo hii duniani, mambo ya mipira, mambo ya maigizo, mambo sio ya muziki, mambo sio ya vichekesho, mambo sio ya memes yanaweza kuathiri eh, ile setup ya mtiani wetu katika moyo. Kwa hivyo nimewasilisha hiyo mradi wangu na namna ninavyo implement ili kuwapata hao watu wenye utambuzi huo ambao watakwenda kuchangia katika jamii ni jambo unaweza kuona kama jambo la limekaa kama kawaida fulani, lakini sio la kawaida. Ni jambo kubwa, kwa sababu dunia inaharibiwa kisayansi. Sasa mimi nimetengeneza modeli fulani ama modo fulani inayobainisha namna ambavyo mambo hayo yanaweza kuathiri A, mifumo ya miili yetu na kuathiri mahusiano yetu sisi na Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo huo ndio mradi wangu, lakini kadhalika baada ya swala nadhani tutaendelea na, na uwasilishaji na, na, na, na, na, na, na huo na nitawasilisha tena makala yangu nyingine ambayo inabainisha ni namna gani inawezekana kwa Muislam ama asiyekuwa Muislam kuhifadhi Qur'ani nzima. Maanake katika uso wa ardhi huu ni kitabu kimoja tu ambacho ni Qur'ani, ndicho kinachoweza kuhifadhiwa neno kwa neno, mstari kwa mstari, aya kwa aya chote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa je, Allah ametuonyesha nini katika Qorani hiyo, kwamba ni maajabu gani ambayo Qorani hiyo inayo ambayo kwa maajabu hayo tunaweza sasa kuhifadhi yote kama ilivyo, ambayo ni moja katika muujiza mkubwa wa Qorani. Sasa katika makala hiyo nina demonstrate namna gani inawezekana hilo jambo kimaumbile, namna gani setup ya nyoyo zetu ilivyo kwa namna Allah alivyoikadhiria mpaka nyoyo zetu zikaweza kuweka Qorani yote ndani ya cha mtu husika na mpaka yika, ikaonekana kwamba mtoto mdogo wa miaka takriban mitatu akaweza kuhifadhi Qurani yote. Nilikuwa naangalia katika moja katika vyanzo vya, vya, vya taarifa yupo mtoto mmoja katika nchi ya Pakistani mwenye miaka mitatu amehifadhi Qurani yote mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo hii ndio ni moja katika contribution yetu sisi kama wanamum kwa jamii yetu lakini kadhalika eh, kwa chuo chetu eh, eh, na ambao tunaendelea nao kuwasilisha, na nadhani na wengine pia wanayo mawasilisho mengi mengi kwao. Tunawakaribisheni leo tarehe kumi na saba mwezi wa sita ishirini na tano kama sehemu ya maadhimisho ya miaka ishirini ya kuwepo kwa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Tumewahadhiri tumefanya eh, mawasilisho yani academic presentation, watu tafiti mbalimbali wanazozifanya wakafanya mawasilisho na tumenufaika kwa kweli. Tunajua watu ambao wanaofundisha katika vyuo vikuu lazima wawe hai kitaaluma, kiakili, na ili uwe hai kiakili lazima pia uwe unasoma, lazima uwe unafanya tafiti na lazima uwe unafanya mawasilisho kama ambayo tumeyafanya sisi leo. Kwa hiyo ni matarajio yetu tuwahamasishe e, watu wote wa MUM, walimu na wale wengine wasiokoa walimu, lakini pia na wao wakiwa hai, wakifanya tafiti na mawasilisho inaleta uhai zaidi katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Kwa upande wangu mimi, nitazungumza mada yangu ya kwa Kiingereza ni eh, integration of junkao grass eh, as extracurricular activities. Kwa kifupi ni kwamba kuna nyasi ambazo zinaitwa junkao grass eh, lakini pia katika elimu kuna kitu kinaitwa extracurricular activities, kwamba wanafunzi, ukiacha yale masomo yao rasmi ya darasani, pia inabidi wapate masomo mengine nje ya darasa ambayo sio rasmi kwa mfano katika vyuo e, au shule kuna serikali ya wanafunzi. Serikali ya wanafunzi ni mfano wa extracurricular activities, au michezo ni mfano wa extracurricular activities. Lakini sasa hapa chuo kikuu cha waislamu morogoro MUM e, tumeanza kilimo cha majaribio cha juncao grass, nyasi za juncao, na hii inakuwa ni kazi ya ziada ya wanafunzi baada ya ule muda wao wa masomo. Kwa kupitia nyasi hizi wanafunzi wataweza kulima na wanalima tuko nao ambao tunaanza nao, lakini pia watavuna na watatengeneza chakula kwa ajili ya mifugo. Hasa mwanafunzi akifanya mradi kama huu, kama kazi ya ziada, kama ni masomo ya ziada, maana yake akimaliza huyu akifika mtaani anaweza akajikusanya na wenzie na, na wakaanzisha mradi kama huu na wakapata kipato. Na tunajua Tanzania kwa mfano, kuna mapigano mara kwa mara mpaka vifo vinatokea baina ya wakulima na wafugaji. Kwa sababu gani? Wafugaji wana mifugo mingi na wanahitaji marisho Mfugaji anaweza akatoka mwanza huko anazunguka mikoa mbalimbali mpaka Mtwara, kwa hiyo mle atakula mazao ya watu na ugomvi utatokea. Lakini kwa kutumia hii junka au grasi, kwamba haya ni majani ambayo yanakua kwa muda mfupi, miezi mitatu tayari unavuna na ni malisho mazuri, na ng'ombe au ni mifugo, mifugo mingine ina, inakuwa bora. Kwa hiyo hapa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro tunaanza huu mradi, lakini makusudi yetu kwamba wanafunzi wetu watashiriki kama kazi za ziada baada ya wakitoka E, darasani. Kwa hiyo tunawahimiza wananchi mbalimbali e, waje Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro kwa ajili ya e, kujionea lakini pia kupata ushauri. Kwa mfano, pia kuna shule hizi za binafsi za Waislamu na nyingine zisizokuwa za Waislamu kwamba kuna shule unakuta ina ardhi lakini hawaitumii ile ardhi na bado wanalia gharama za uendeshaji ni kubwa. Kwa hiyo wakija wakipata hii teknolojia ya kilimo cha nyasi na kuzichakata kwa ajili ya malisho na kwa ajili ya hata unaweza ukapikia uka, uka, pia kama nishati basi unaweza ukapunguza hata gharama e, za uendeshaji. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Kama nilivyosema naitwa Dr. Pazi mwenye mvua Semili, niko hapa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Namba ya simu ni 0655 654 900. Zimesalia siku tatu kuelekea katika kilele cha maadhimisho hayo ya miaka 20 ambayo yanatarajiwa kufanyika siku ya Juni 20, 2025 katika viwanja vya michezo vya chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro. Nikiripoti kutokea hapa katika chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.